Habari zenu wa Tanzania. Hii video ni kwenda kuongelea hiyo hotuba ya leo ya rais haramu wa Tanzania, rais ambaye hana mamlaka, rais aliyepora kiti cha urais, rais aliyemwaga damu ili apate huo urais, alipokuwa akihutubia kwenye bunge lililopatikana kwa damu za Watanzania, wabunge waliopatikana well, kwa damu za Watanzania kumwagika. Salam guys, I thought Kenyan parliamentarians are sick mpaka nikakutana na hawa Watanzania. Angalia vile wamemlaki raisi wao kwenye bunge na shangwe na vigelegele na nderemo. Ehe, muwaji ndo huyo anakaribishwa anaingia bungeni. Yes, bebeu Mimi binafsi waheshimiwa wabunge, nimehuzunishwa sana na tukio lile. Natoa pole kwa familia zote zilizopoteza wapendwa wao, na tunaomba Mwenyezi Mungu kama tulivyoomba awapumzishe kwa amani. Aidha, kwa majeruhi, tunawaombea wapone kwa haraka, na kwa wale waliopoteza mali zao, tunawaomba wawe na stahamala na uvumilivu. Serikali imechukua hatua ya kuunda tume ya kuchunguza yaliyotokea yani, inquiry commission, ili tujue kiini cha tatizo. Taarifa hiyo itatuongoza kujielekeza kwenye mazungumzo ya kuleta maelewano na amani. Katika swala ya msamaha, niseme kwamba sisi kwanza tunasikitika tuna, tuna sana kwa sababu Rais ametoa rambirambi juu ya watu waliouawa. Rambi rambi ni jambo zuri sana na ile rambi rambi ni kwamba inawahusu wale waliofiwa, si ndio? Lakini katika tukio lile lina pande mbili, tukio lile kuna, kuna waliouawa na kuna waliouwa. Rais ametoa tamko linalohusu wale waliouawa, amewapa rambirambi, hajatoa tamko linalohusu wale, waliouwa Rais hajalaani. Hajalaani watu waliofanya yale mauaji yeye yeah, ametoa rambi rambi, kiasi kwamba hapana statement ya kukemea ya kulani yale mauaji. Yaani hakuna message nzito ya rais ambayo imekwenda kwa wale walifanya mauaji, hakuna. Kwa hivyo ule msamaha ni jambo ambalo nafikiri ilipo pale kawaida, na bado halijakaa sawasawa kwa sababu wale watu wako mahakamani na rais hawezi kutoa kesi mahakamani kwa mujibu wa sheria. Rais anaweza kumsama akumsamehe mtu ambaye amefungwa, lakini hawezi kumsamehe mtu ambaye yuko mahakamani. Ni kesi nyingine, maana hatujui utekelezaji wake unakuwaje katika wale watu. Kwa hivyo kimsingi ni kwamba e, sisi tumeyaona haya na msimamo wetu ni huo katika swala hili la maridhiano, e, swala hili la uchaguzi na mauaji yaliyotokea Oktoba 29 mwaka huo. Wakupewa msamaha na muuaji aliyowaua aliyowapiga aliyowafunga aliyeteka watu, yeye ndo anakuja kuwapeni nyinyi msamaha. Hayo ni matusi ya kiasi gani? Ni matusi, baadaye yeye kuja kuomba msamaha, yeye ndo anawasamehe. Hiyo hakuna kitu kimenuma kiminu, kama hiko ndugu yangu ambaye anatakiwa kusamehewa, yeye ndo anatoa yeye ndo anajifanya anasamehe, na wanamsifia mama wa msamaha Gen Z. Kombweni nchi yenu. Msifanywe wajinga. Sasa mimi najiuliza ni kosa gani Samia Suluhu Hassan anataka atende? Au anataka afanye kosa gani? Zaidi ya makosa hayo. Kosa la kuua watu wasio na hatia. Ndugu wa Tanzania, hakuna mtu anayependa kuandamana, sikuongope mtu. Hakuna anayependa kuandamana. Ukiona watu wanaandamana, maana yake serikali ni kiziwi. Ukiona watu wanaandamana, maana yake wamechoshwa. Serikali imekuwa reluctant, haitaki kushughulikia kesi za wananchi. Kwa mimi nihitimishe kwa kusema kwamba Samia Suluhu Hassan, mikono yako inajaa damu na watanzania wamepoteza imani, hawana imani na wewe, narudia tena, hawana imani na wewe. Kwa hiyo kama unataka kuendelea kung'ang'ania madaraka, maana yake unataka kuona watanzania wengi wanazidi kupoteza maisha. Tunahitaji tume huru, aidha kutoka Umoja wa Mataifa au kutoka Umoja wa Afrika ndio itakaau kutoka SADC, ije kuchunguza masuala yaliyofanyika humu ndani kama ilivyofanyika Kenya mwaka elfu mbili na saba. Kwanza tuelewe watu wangapi wameuawa. Nimesikitika kwamba hajatamka idadi ya watu waliouawa, kwa sababu maisha ya mtu hayalinganishwi na kitu chochote kwenye hii dunia. Tunataka kujua idadi ya watu waliouawa, idadi ya majeruhi na wako wapi, kwa sababu majeruhi wengi waliokuwa kwenye hospitali wengine hawaeleweki walipo ndugu wakabidhiwe mili yao watu waliohusika kuumiza watu kuleta hii atrocity kwenye nchi yetu kufanya mauaji makubwa kiasi hichi wachukuliwe hatua baada ya hapo ndio jambo lingine lolote linaweza kujadilika kwanza hilo la kuhusu kusamehe vijana inatakiwa vijana wote walioko ndani na watanzania wote waliokamatwa waachiwe sio, sio baadhi hicho kitendo cha kusema baadhi ya watu waachiliwe E, ni kutoa e, mwanya kwa ofisi ya DPP kuendelea kushikilia watu ku, wengine watatoa rushwa na kutakuwa na, ni mwanya wa kutengeneza rushwa kwenye hilo jambo. Mimi mwenyewe ni miongoni mwa watu ambao tulishikiliwa tangu tarehe ishirini na mbili nimekaa mahabusu ya polisi kwa siku ishirini na moja. Kwa hiyo kama mimi naweza kubambikiwa kesi kubwa kama ya ugaidi hao vijana wote waliobambikiwa kesi hizo za, za zinazoitwa uhaini ni kesi za kubambikiwa kwao, wote kwa, kwa nchi nzima, na wengine walioko kwenye vituo vya polisi, kwa sababu tunafahamu kuna baadhi bado wako kwenye vituo vya polisi, wanapaswa kuachiwa bila masharti yoyote, na sio kusema ofisi ya DPP ione nani na nani inamwachia. Inabidi pia mjue, mbali na kwamba kaifanyia hiyo speech jumuiya ya kimataifa inabidi mjue Samia Saidi ana hali mbaya sasa hivi, anapitisha ndege kwenye kambi za jeshi ulizani watu ambao wanaishi, anazungusha helikopta tu anazimonita kambi za jeshi ku make sure hakuna ambao wanatoka kwenda kumpindua. Ndio jinsi ambavyo hana amani, lakini wananchi mkirudi nyuma tu mtakuwa mmemsaidia, na alichoongea leo ni maneno, hakuna kilichobadilika. Why am I saying that? Fisadi namba moja Anjela Kiziga alikuwa naye leo bungeni. Acha Anjela Kiziga kuwepo, Abduli alikuwepo leo bungeni na alikuwa akasimama na Anjela Kiziga yani. Hawaogopi, hawajali kwa sababu wanajua, wameshawatishieni kwa mitutu ya bunduki, mtatulia. Sasa hivi wanawapeni tu maneno matamu ili ionekana Tanzania kuna amani, ili wao waendelee na ufisadi wao wa Tanzania. Msiwe ma stupid. Amani tunaitaka, ila sio amani ambayo haina haki. Ndugu zangu, hiyo sio amani. Tunataka haki. Vijana wa Tanzania, msirudi nyuma. Yaani, mmeshapambana, mko karibu, mnashinda, msirudi nyuma. Na kwa vile ameshasema kwamba walioua waandamanaji walikosea, sikasha sema kwa maana hiyo tarehe tisa Januari ataruhusu watanzania waandamane kwa amani, kwa sababu kishasema yale kuua waandamanaji yalikuwa ni makosa na uchunguzi ufanyike. That means Disemba tisa, tokeni mwandamani kwa kwa amani, kwa sababu ameshasema walikosea kuua watu. Watanzania, dada yenu nawaambia, mkirudi nyuma sasa hivi mtawapoteza watetezi wote waliojitolea kuwatetea watu, walio riski maisha yao walio riski vipa, vipato vyao kuwatetea. Msirudi nyuma, shikilieni hapo hapo. Lakini yaliyotokea nchini kwetu yametutia ya doa kidogo, kwa hiyo huenda yakatupunguzia sifa ya kupata hiyo mikopo kwa urahisi kama tulivyopata muhula wa kwanza wa awamu hii. Muhula wa kwanza wa awamu hii tulikuwa tunapata sana kwa sifa zetu kwa msimamo wetu, kwa kazi tunapofanya, lakini doa tulilojitia huenda likaturudisha nyuma. Kwa maana hiyo, tuna kazi ya kutafuta fedha humu ndani, kutumia rasilimali zetu alizotupa Mungu. Tutaangalia njia gani tutazitumia tupate fedha ili tukatekeleze miradi ile ambayo tunakwenda kutekeleza kubwa zaidi awamu ya pili, uh, muhula wa pili wa awamu ya sita, tutaanza kufanya miradi wenyewe, alafu mashirika yatatukuta njiani, tutakwenda nao. Inabidi Watanzania, Tanzania, mwelewe kwamba hiyo hotuba aliyotoa Samia Suluhu leo haikuwa kwa ajili ya Watanzania haswa, yaani hai, hakuifanya primarily kwa Watanzania. Ilikuwa ni kwa sababu ya jumuiya um, ya kimataifa, kwa sababu jumuiya za kimataifa mpaka dakika hii zimekataa, zimegoma kutambua urais wa Samia kumtambua Samia kama rais wa Tanzania. Sadak wametoa matamshi makali UN wametoa matamshi makali, embasi nyingi zimetoa matamshi makali, hawajatoa pongezi zozote. Nchi zilizotoa pongezi za kumpongeza Samia kwa kuwa rahisi sidhani kama zinafika nne, na hilo ndo tatizo alilonalo, hana uhalali. Speech alaofanya leo anatafuta uhalali bila so bila huo uhalali, bila kuwa na, na uhalali wa kimataifa itakuwa ni ngumu kwake hata kuendelea kuchukua hii mikopo ya kifisadi anayochukua kwa jina la nchi ya Tanzania, kama atakosa uhalali wa kuwa rais wa Tanzania. Sasa anautafuta uhalali, mkatae kumpa uhalali. Mkimpa uhalali ataweza kuendelea kuchukua ma mikopo kwa jina la nchi ya Tanzania na mikopo ya, ya kifisadi yani ki, ya, ya kila kila anasa zao wanazozifanya kwa mikopo hii. Anachokitafuta sasa hivi Samia ni urais wake uweze kuwa wahalali, ndio maana mnamwona kama anarudi nyuma. Sio kama akarudi nyuma kwa kitu chochote kile kingine, anatafuta uhalali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 na mjue kwamba ufalume wa viumbe vingine wamekaa kijeshi wao, na bara la Asia kuna mfalme wake, Ulaya kuna mfalme wake, Afrika kuna mfalme wake kila mbara. Sasa leo nakuonesheni mfalme miongoni ya mfalme, yaani huyo ni, ni, mtumishi wa bara la, la, Afrika, umuone. Na tunamwandaa kwa makusudi, tunataka nchi iwe na amani, tunapishimiane na tukilipeleka Dubai ndio tupeta huko ovyo kweli, na tuheshimiane katika eneo hilo, sio tutaka amani bwana, tuheshimiane.